Hata hiyo tume ya wa Warioba waliona na kwenye bango kitita. Mnanikumbusha mambo ya miaka kumi na ngapi iliyopita. Nimekuja nalo kwa sababu mimi huwa sipendi kuzungumza bila ushahidi. Kwenye hili bango kitita hili walilozungumzia, kwa nini wamependekeza hivyo? Wanasema, tunapendekeza wabunge wawili wawili mwanamke na mwanaume ili kuleta usawa wa kijinsia katika uwakilishi bungeni. Sasa tunaendaje? Kwa sababu nilifikiri mimi, nilidhani tumeelewana, lakini naelekea hatujaelewana mwaka jana kabla sijawa mwenyekiti wa chama tulikaa kwenye kamati kuu tarehe mbili desemba na tarehe tatu siku mbili kabla nilikuwa nimetoka kumzika George, George Juma Mohamed nani mume wa, wa dada Neema amepigwa risasi nne ili asigombee uwenyekiti wa kitongoji risasi nne, mbele ya mkewe, mbele ya watoto wake. Kwa tarehe siku mbili tatu zilizofuata, tukakaa kwenye kamati kuu, mwenyekiti mheshimiwa Mbowe, mwenyekiti wetu Sharifa Mohamed, mwenyekiti wetu wa BAWACHA ulikwepo, Wenje alikwepo Sugu alikwepo, mimi nilikwepo, nani nani nani, nimemwona Boniyai hapa alikwepo, tulikwepo wote. Tukazungumza, nimemwona mahali nani, John Pambalu, si alikwepo hapo? John Pambalu alikwepo. Tukasema jamani, kwa utaratibu huu tunaendaje tunaendaje mbele. Tukasema kamati kuu, chaguzi za nchi hii kwa mazingira haya haziwezekani tena. Jukumu letu ni kupambana, kuongoza mapambano, tubadili mfumo wa uchaguzi. Ndiyo ikazaliwa, ndiyo ikazaliwa kauli mbiu Yeah, no reform no election. Leo mjumbe wa kamati kuu anasimama anasema huu msimamo ni wa mwenyekiti. Mwenyekiti maana yake mwenyekiti wa sasa. Leo mjumbe wa kamati kuu anasimama na kusema eh, hey, mwenyekiti anazungumza hii, huu ni udikteta uchwara. tumetoka kwenye kamati kuu ya mwenyekiti Mbowe, tukaenda kwenye baraza kuu tarehe 20 Januari, baraza kuu likaitikia. Tukatoka kwenye baraza kuu tukaenda kwenye mkutano mkuu wa chama tarehe 21, mwenyekiti wa mkutano mkuu mwenyekiti wa chama Freeman Aikael Mbowe, kamati kuu, mkutano mkuu wa chama taifa ukasema no reform no election. <coughs> Mimi nikachaguliwa kesho yake, unakuwaje ni msimamo wa Tundu Lissu? Unakuwaje ni, ni udikteta uchwara? mwenyekiti akisimama na kusema jamani, tuna maagizo ya mkutano mkuu wa taifa kwenda kuongoza vita ya kubadilisha mfumo wa uchaguzi wa nchi hii. Sasa huo ndio msimamo wa chama. Na huo ni msimamo, huo ni msimamo sahihi wa chama hiki. Huo ni msimamo sahihi wa chama hiki. Kama, kama kama ni ushahidi, tunahitaji ushahidi wa aina gani kwamba chaguzi sasa haziwezekani, kwamba sasa tukienda kwenye chaguzi, tunaenda kutoa watoto wetu na kaka zetu na ndugu zetu, tunaenda kuwatoa kafara Mnataka tuendelee kutolewa tu, makafara mpaka lini eh? Kama ni sawasawa kama ni sawasawa, twende kwenye uchaguzi maana yake ni sawasawa, yaliyomtokea nani nani marehemu George, George Juma Mohamed Manyoni. Hiyo ndio sawasawa. Kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo ndugu zangu, kwa hiyo ndugu zangu, tuelezane ukweli, tuelezane ukweli. Njia pekee iliyobaki ili tuwe na chaguzi za kweli nchi hii ni njia ya no reform no election. Oje, waambieni asanteni, asanteni. Iko hivi ndugu zangu, iko hivi, niwaambieni. Iko hivi, niwaambieni nanielewa hivi. Nani anayeweza kusema mimi naogopa uchaguzi? Mimi niligombea, niligombea ubunge na miaka 27 saba, nimetoka chuoni mwaka jana mwaka 95 nimegombea ubunge nikachaguliwa mara mbili. Kama ni utamu wa ubunge na ufahamu, kwa ninaposema, na nimegombea na uraisi vile vile, na mpaka leo hawajatangaza matokeo ya uraisi mkaangalie kwa swala la kwamba naogopa uchaguzi mimi, kuna mtu anayependa bunge kama